Huyu ni bidada mbaye aliwahi kuwa Uh, ex wa MC Pilipili wakati wa uhai wake. Of course, walideti kwa muda muda, lakini ni mmoja wa watu ambao wamekuja kusema mazito ambayo yamewashangaza watu wengi sana baada ya MC Pilipili kuweza kufariki dunia. Sasa sitaki kukumalizia uhondo sana. Nataka umsikilize wewe mwenyewe. Huyu bidada akiwa anafunguka na kuongea yale ambayo yeye yeah, alikuwa inaonekana kwamba alikuwa nayo moyoni kuhusiana na MC Pilipili. Sasa nikukumbushe kitu kabla tujaendelea, tumia sekunde moja kubonyeza subscribe hapo chini ya hii video alafu, chini ya hiyo video hapo, kuna maneno yameandikwa, X wa MC Pilipili. Yabonyeze hao maneno hapo chini ya hii video, kuna neno limeandikwa X wa MC Pilipili hapo. Ukiyabonyeza hayo maneno yatakupeleka kwenye full video. Itazame ile video, umsikilize ile bidada, alafu tuambie wewe unadhani ni uungwana kwa kile ambacho ameweza kukisema au vipi? Kumbuka, bonyeza hayo maneno hapo chini yaliyoandikwa X wa MC Pilipili. Ukibonyeza hayo maneno ndio atakupeleka kwenye full video ambayo yeye huyo bidada ameweza kuongea uh, kila kitu kuhusiana na kile ambacho alikuwa nacho moyoni kuhusiana na MC Pilipili.